tumeona wasanii wengi ambao walikuwa kwenye game kwa muda mrefu na hatujaona muda mrefu kwa umeendelea kwa yeah. ku maintain kwanza ongea kwenye hili asante, asante sana okay. hii ina maana gani kwenye career yako maana kubwa sana maana kubwa kwa sababu uh, ni uwezo tu wa Mwenyezi Mungu na baraka zake lakini vilevile vile alichoni, alichoni ruzuku yani mpaka sasa hivi lakini pia kiubinadamu disiplini yangu ya katika kazi yangu ndio imenifikisha mpaka hapa nilipo, na kwa kipaji alichonijalia Mwenyezi Mungu, hiyo ndio naona, ndiyo imenisaidia mpaka kufika hapa. Sio kwamba wengine wasingeweza hapa ni kwa sababu mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Moja okay. Yeah. Kati ya swali swale nimeagizwa ni na mashabiki zako nikuulize, ni by the way, tunajua Alikiba kitovu chake cha muziki kilianzia Dar es Salaam, lakini pia miaka 20 ya Alikiba tunaipeleka kule Zanzibar. Labda pengine ningefanyikia Dar es Salaam, labda mashabiki unawakimbia, una hapana? Mm-hmm. Uh, wanatakiwa kuelewa tu ni sehemu tu ambayo nilichagua ya burudani, lakini hii miaka ishirini ya Alikiba inaweza ikawafikia mpaka watu wa Mwanza Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, sehemu nyingi nyingi tu. Hii hii ni, ni, ni event ya kwanza. Mmenielewa, eh? Event zinaweza zikaendelea kuwepo endapo tutapata wadau wanaotaka nende nikawafanyie burudani. Okay. Yes, we are selling this, tunaiuza anayetaka kuitumia nikawezi nikatoe shukurani zangu na burudani kwa mashabiki hata Wasumbawanga, mimi niko open. Karibuni, sawa yeah. Uh, tumeona kuna baadhi ya mastaa ambao umejaribu kutiz kwenye Instagram yako ambao pia tukusupport. Tumemwona Ozu yeah. tumemwona Chege, tumemwona Dule Sax. Uh, vipi kuhusiana na wasanii ambao pia pengine labda isha kushirikiana nao international, watu kama wakina BM na wasanii wengine wengine, uh, kuelekea Zanzibar? Kwa bahati mbaya <coughs> wasanii wa kila mtu ana ratiba zake tofauti tofauti, na kwenda kwenda kwenye stage na kuonyesha uwezo wako, inahitaji pia kujipanga. Sio kila msanii yuko katika free time sasa hivi, mnaelewa. Hao waliokuepo na nitakaoenda nao eh? Uh, ni marafiki zangu kama walivyokuwa hao wengine, ambao sijaenda nao ni kwa sababu tu wana muda, mnaelewa eh? Lakini kuna wengine ambao walitaka tu kuniheshimisha, wameacha walivyokuwa wakitaka kuvifanya, wanakaja kujiunga na mimi katika hii siku ya tarehe ishirini Zanzibar a uiamin tarehe kumi na tisa Zanzibar umenielewa. Miaka yangu ishirini ya, ya, ya kuwepo katika game, sio kwamba wamefanya kwa sababu hawana wana, wana, wana, wana, wana kazi, hapana, nikuniheshimisha tu kwamba bwana, mimi nika na jambo langu, lakini naachana nalo, wacha ni hiyo tarehe kumi na tisa tu hapo Zanzibar. Okay, yeah, sawa. Ali, usingekuwa leo msanii ungekuwa nani? Sijui, Mungu ndiye mwenyewe alipokuwa ananielekeza, lakini kiukweli, kwa maono yangu tu mimi nilikuwa naona ni kwamba ningekuwa mchezaji mpira Okay, au komedia <laughs> kuna watu wanaambia na wachekesha so, yeah soya uh, nadhani ni mchezaji mpira. Okay. Yeah, definitely kwa licha ya kwenda kufanya show Zanzibar sowzaiba kwa mimi tetezo ambayo nimezisikia Alikiba, pia kuna namna tunaweza kwenda kupata ingizo jipya Crown. I mean King's Music msanii wa kike Zanzibar, yeah. Surprise, ya nah, that, that, won't be proper. And itakuwa ni kiuni sana japokuwa itakuwa nimemuheshimisha ila atopata ile mileage ambayo naitaka ya yeah. Jambo langu, je, nikienda nikafanya kila kitu kika on point. Watu wakafurahia, we msanii mtamkumbuka kweli? So, uh, so vizuri kwa kweli. Anahitaji muda wake na nitawaalika pia waandishi wa habari mweze kumuona kumhoji na kusikia kitu gani anaweza kuwaletea watu wakampa support. Manake, kuna msanii wa kike kutoka Kings. Usi usivujishe mtiani. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> A, a, a, a, a, muziki una uh, milima na mabonde uh, najua challenge nyingi tunatamani no, pia kusikia kusikia unamaanisha muziki una mtiani mtiani, e, ni uh -huh. Uh, skendo gani ambao pia ali alikutana nayo kwenye miaka 20 ya muziki ikafikia pala akasema da <coughs> maarufu wenyewe ndo huu bana, mimi inabidi ni quit muziki nifanye shughuli zingine. Ah. Kwa kweli mimi sijakuwa mtu wa skendo. Sijakuwa mtu wa skendo na uongo una picha. Mimi I mean, uongo, una, una, una, una picha. Mimi ukweli ndio una picha. Um, ukiongea kitu cha uongo akiklik kwa mtu. Kwa, kwa mimi kwa kaliba yangu nilivyokuwa nimeji brand hivyo brand yani. Yani you see everything in me. Yani unaweza kwa kuona kwamba hali this one can do, this one anaweza fanya hali hivyo vitu. So skendo kwangu zimekuwa zinanikwepa zenyewe. Yeah. So, la, remember, la, la, la kwangu <coughs> nalitoa ndani pale, nimethibitisha kwamba ali nao yuko kwenye mahusiano na kwa sababu najua ni Uislamu na uenda una utaratibu kwa sababu utahalalisha manake yake, hmm. Labda tutarajie Alikiba kufunga ndoa nyingine? Wewe upo, hmm, upo. Nipo mahusiano, kwenye mahusiano haupo kwenye. Sasa sija kuuliza I don't need to know. It's good kwamba hayo mahusiano yako ni <laughs> ya nini? No, nakuuliza. Okay. Niko serious. Ni ya ama ni straight. Thank <laughs> <ripia. Yeah, baba. laughs> <Is he straight? laughs> Thank God. <laughs> Thank God. Ah, vipi? Ukisikia mtu mahusiano yake ni straight basi unashukuru Mwenyezi. Sahihi. Kwa kweli. Unakuwa hakuna jinsi. Mnaelewa haya ni mambo tu ya mitiani ya Mwenyezi Mungu. Mitiani inatokea ya ndoa. Ni vitu vya kawaida umeelewa, eh? Kwa wasijisikie vibaya, sisi ni, sisi ni binadamu tunafanya mistakes. Umeelewa eh, basi labda Mwenyezi Mungu atamjalia atampata kufanana naye. Hii ni, ni mapito tu, vitu vingine vinapita. Kuachana na mtu ni kuna sababu, kwa sababu kukosa pia eh, ni kupata, kama unavyosema kwa sababu unapopata faida unasema umepata faida, lakini pia ukipata hasara unasema umepata hasara sasa hasara ni mbaya. Kwa unapokosa pia umepata me, Thank you so much.